Maswali ambayo wanauliza wanawake wengi ni kwamba kwenye kipindi cha ujauzito, je, wanaweza kutumia zile dawa za kuweka kwenye nywele, yani dawa zile za nywele au pia kuingia kwenye dryer? Kwa sababu mara nyingi watu wanasema uh, kama mwanamke ata, ata weka nywele dawa au kuingia kwenye dryer, basi inaweza kumletea matatizo kwa mtoto. Mara nyingi hatuwezi tukasema ni uongo au tukasema ni ukweli, lakini mara nyingi sana tunamshauri mama anapokuwa mjamzito, basi anaweza kufanya vile vitu ambavyo ni natural, vile vitu ambavyo haviwezi vikamletea matatizo yoyote. Yani hata kama hakuna tatizo la moja kwa moja la kujidhihirisha kwamba ukifanya hivi utapata hivi, lakini kwa ajili ya usalama ni vizuri kuto kufanya na mara nyingi kuweka nywele dawa. Unaweza ukaweka nywele dawa na unaweza kuingia kwenye dry, lakini isiwe ni yale mazoea mara kwa mara. Lakini pia dawa ambazo unaweka, hakikisha kwamba una hazina madhara makubwa, yaani ni zile dawa ambazo sio kali kabisa, zile dawa ambazo zimethibitishwa kwamba hata mama mjamzito anaweza kuweka bila shida yoyote. Lakini mara nyingi ninawashauri sana, ni vizuri wakati ujauzito. Sasa sio kipindi ambacho ni kirefu sana, unaweza ukawa unasuka tu nywele zako na unafanya vile vitu ambavyo ni natural, very natural, ambavyo vitakusaidia wewe kuondokana na zile side effect ambazo zinaweza zikajitokeza wakati wa ujauzito, au kwa kufanya kitu fulani, kwa kutumia dawa fulani, kwa kutumia kitu. Yaani lazima uwe na zile precautions ambazo zitakusaidia wewe ili kuepukana na, zile na, na, vile viashiria ambavyo vitu ambavyo vinaweza vikakusababisha uka, ingia kwenye matatizo wewe au mtoto. Kwa hiyo mara nyingi sana tunashauriwa mama kufanya hivi ili kumlinda mtoto ambaye yuko tumboni na kufanya mama ajifungue mtoto ambaye yuko sawa kabisa.